Kwa majina anaitwa yanaitwa Emmanuel Katoroki ni mhifadhi katika nyumba kumbukizi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa, kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano katika kumbukizi ya kukumbuka kifo cha baba taifa baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tumekuja kitofauti, maana kila mwaka kituo kina mwezi Mwalimu Nyerere tunakuwa tumeandaa matukio tofauti tofauti. Kwa mwaka huu tumekuja kwa ajili ya kuwatembelea wananchi kuzungumza nao kujua jinsi gani wanavyomfahamu Mwalimu Nyerere na kutembelea taasisi za kiserikali. Katika kila mwaka tunapokea watalii mbalimbali, kutoka watalii wa ndani na watalii wa nje. Kwa mwaka tunapokea watalii wanafika elfu moja sana sana kabisa. Watalii ambao wanakuwa wengi sana ambao tunawapokea ni wanafunzi Watanzania ambao wajafika katika nyumba ya kumbukizi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunawakaribisha sana, mje mtembelee katika nyumba ya kumbukizi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo inapatikana katika mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, tarafa Magomeni, katika kata Mzimuni. Ukija hapa katika nyumba kumbukizi ya Mwalimu Kambarage Nyerere utaweza kuiona nyumba alijenga Mwalimu Nyerere kwenye miaka elfu moja mia tisa na hamsini na tisa. Pia ndani utaweza ku, kuona vionyesha picha ambayo zinaonyesha picha za Mwalimu Nyerere akiwa na familia yake, picha za Mwalimu Nyerere akiwa na wanaharakati wenzake walio pigania uhuru wa Tanganyika pia utaweza kuona vionyesho vitu halisi vitu vilivyotumia mwalimu nyerere kipindi anaishi katika nyumba kumbukizi ya mwalimu julius kambarage nyerere viingilio vyetu ni vya bei nafuu sana watu wazima wa tanzania ni shilingi elfu mbili mia tatu sitini wanafunzi watoto ni elfu moja mia moja themanini wageni kutoka nje ni elfu ishirini na tisa na mia tano na wanafunzi elfu kumi na nne mia saba hamsini naitwa gilbert msoya chakudika ni mkurugenzi wa taasisi ya amani Tanzania mkoa wa Dar es Salaam, amani ambayo imejengwa na mwalimu Nyerere miaka yake yote na ambayo ameendelea kutuachia. Lakini kikubwa kabisa ni katika mambo ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni sehemu kubwa sana ambayo inaweza ikavuruga amani ya nchi yetu, lakini kwa kuwa hasa vijana, mitandao ya kijamii inaweza ikatumika vizuri pia kuidumisha amani ya nchi na kuendeleza upendo ambao Mwalimu Nyerere ametuachia. Hivyo basi, katika maazimisho haya mimi nimejifunza kwamba ujumbe ambao unapelekwa katika jamii kupitia kumbukizi ya Mwalimu Nyerere ni kwamba vijana wote, kila mtu awe ni askari mwenye kuongeza nguvu na bidii katika jamii yetu ambayo inatuzunguka upande wa mtandao special. Kwenye mitandao ni shida kubwa sana ambayo imejitokeza sana katika zama zetu hizi na pia kuelekea katika uchaguzi mkuu. Hivyo basi, kwa kuangalia jinsi mwalimu Nyerere ambavyo yeye alitumia mitandao kuwahimiza Watanzania wote wawe katika kitu kimoja, wawe katika mshikamano, wawe katika nia moja ya kuileta nchi pamoja, na katika mahuzui ya kwamba sasa tunaenda kuikomboa nchi yetu, kuishika katika mstaiki milifu ambayo kila mmoja anakuwa anaipenda nchi yake ndani ya moyo wake. Hivyo mitandao inaweza ikatumika vizuri kabisa, watu wote wakawa katika kitu kimoja na wakaendelea kupambana na nchi yao, kila mtu akiwa na wivu wa nchi yake bila kuvunja amani. Naitwa Frank Kipanga, ni, ni, ni mwongoza watalii katika nyumba hii ya Mwalimu Nyerere. Hii ni nyumba maalumu ya Mwalimu Nyerere ambayo aliishi kabla ya kupata uhuru katika nchi yetu o tukizungumzia nyumba hii ambayo iko maeneo haya ya Magomeni Usalama, ni nyumba ambayo imelifanya hili taifa kuonekana jinsi hivi vilivyo, na ndio maana leo hii nyumba hii iko chini ya serikali, lakini ni sehemu ya makumbusho ambayo kila mtu anakuja, anasoma, anaangalia na historia ya mapambano, ya, ya, ya, mapambano ambayo yalifanywa na Mwalimu Nyerere wakati akiwa katika nyumba hii. Kiujumla, nyumba hii na historia kidogo, eh, fupi kidogo, kwamba kama tunavyojua Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati ametoka kusoma kule Uingereza alipangiwa kufundisha pale Pugu sekondari ambayo ilikuwa inaitwa St Francis kwa kipindi hicho. Wakati ametoka wakati anafundisha pale Pugu sekondari, akawa amekutana na wazee wa jiji la Dar es Salaam kwa kipindi hicho ambao walikuwa ni wanaharakati, wameshaanza harakati za kupambania uhuru wa nchi kwa chama cha TAA. Lakini sasa mwalimu mwisho wa siku ikatokea jambo kwamba yeye mwalimu Nyerere akaona kuna hao watu ambao sasa wanapambania e, hii nchi lakini, sasa je, mapambano yao yakoje? Mapambano yao ilikuwa ni kwa ajili ya sehemu ya Dar es Salaam, sio kwa nchi nzima. Kwa mwalimu akawa anafundisha wakati huo, lakini anakuja Magomeli na mahala pengine anakutana nao wale wazee, wanaongelea kuhusu masuala ya kupambania uhuru. Sasa mwaka 1953 mwalimu akateuliwa kuwa rais wa chama cha TAA, akasema iki chama cha TAA kidogo kimekaa kiu Dar es Salaam, tutafute chama ambacho kitapambania uhuru wa nchi nzima, ndio mwaka 1954 kikawa kimeundwa chama cha tano na mwalimu akawa ni rais wa kwanza wa chama hicho cha tano ambao tunasema ni mwaka 1955. Kwa hiyo wakati ule wakati aliotoka pale Pugu sasa ndo maisha yake akawa ni ya siasa. Akawa amenamia huko Magomeni kwa namna nyingine ndo akawa ameishi katika nyumba hii ambayo tunaiona. Kwa hiyo nyumba hii ambayo tunaiona hapa eh, Magomeni ni nyumba ambayo vikao vya siri na mambo mengine yalikuwa yanafanyika katika nyumba hii. Na sio tu katika nyumba hii hapa. Ukija Magomeni hapa hata wazee ukikutana nao watakwambia kwamba kulikuwa kuna nyumba ya mzee Karuta kina Kandoro ni nyumba kina Kawawa ni nyumba ambazo zilikuwa ziko karibu karibu. Kwa mapambano kwa asilimia kubwa ya uhuru yalikuwa yanafanyikia ya hapa Magomeni katika nyumba hizo. Kwa majina anaitwa Mariam Kihelelo, mimi ni makamu mwenyekiti wa taasisi inayoitwa Peace Solution Tanzania kwa kifupi inaitwa PST. Uh, tumekuja kutembelea hapa makumbusho ya Baba wa Taifa, mwanzilishi wa taifa letu sisi wa Tanzania. Uh, sisi ni vijana sisi ni Watanzania wazalendo. Kwa sababu taasisi yetu inahusiana na mambo ya amani, tumekuja kujifunza uzalendo na namna gani Mwalimu alianza harakati zake za kutafuta uhuru wa nchi yetu. Uh, nilivyojifunza hapa ni vingi sana, lakini cha kwanza uh, uzalendo wa Mwalimu ulianzia mbali sana. Hii nyumba kama si ukarabati uliofanyika kuionyesha iko katika hali ya usasa lakini inaonyesha uhalisia. Mwalimu aliishi maisha ya kawaida sana, maisha ya mtanzania wa hali ya chini yalifanana na mtanzania ambaye yuko kijijini. kwa aliishi kwa kujinyima sana, hakuwa mtu ambaye ni mroho. Angelikuwa mtu mwingine kwa nafasi ambazo alizipitia, basi angejilimbikizia vingi na tungeona maisha ya ufahari ambayo alikuwa akiishi hapa, lakini imekuwa kinyume. Hapa tumekuta maisha ya kawaida kabisa ya mtanzania wa hali ya chini mno, ndio aliyokuwa akiishi Mwalimu kwenye taifa letu. Mimi naomba vijana wanaochipukia sasa hivi uh, vijana wengi sasa hivi kama atapata kazi basi ndani ya mwaka mmoja anataka awe amepata nyumba, awe amepata gari, awe amepata vitu vyote vya starehe, lakini Mwalimu kwake ilikuwa ni kinyume kabisa. Tutangulize uzalendo Usiangalie unapata nini, jiulize kwamba wewe unaifanyia nini nchi. Kwa hiyo kila ambacho utakiendea basi uangalie unaacha alama za miguu yako, tena alama zile chanya, siyo alama hasi. Kwa hiyo nawaasa vijana wa Kitanzania, tuige mfano wa maisha halisi ya Mwalimu Nyerere. Kwa majina anaitwa Edward Mwenisongole, naibu katibu mkuu, Peace Solution Tanzania. Mwalimu Nyerere alikuwa ni mzalendo wa kweli na ametuachia uzalendo wa kweli, lakini kingine alitengeneza mazingira ya watu kuwa pamoja. Nimetembea katika nyumba hii nimekutana na masinia na yeye alikuwa ni Mkristo. Sasa unaweza ukaona kwamba yeye yale masinia, jinsi tulivyoelezwa hapa kwamba chakula kilikuwa ni cha kukaa kwenye mkeka, wakija wageni mnakula wote kwa pamoja kwa hiyo halikuwa hana matabaka. Mimi niseme tu kwamba kwa mfano kama kipindi hiki tunaelekea kwenye uchaguzi, kuna nchi za wenzetu wanatuonea donge, wanataka kutuvuruga. Tujitahidi sana kufuata tabia ya Mwalimu wa Nyerere ya, ya kuunganishana kama tunakuwazana mahali popote pale, tusije tukajaribu hata siku moja kusikiliza yale ambayo yanazungumzwa kutoka mataifa ya wenzetu na sehemu zingine eh ya maandamano na ndio maana unaweza ukaona katika nchi yetu, hujawahi kusikia nchi hii ilipatikana kwa kumwaga damu. Naona hata wazungu jinsi tulivyoona huku picha, jinsi gani ambavyo waliamini ukweli wa falsafa ya Mwalimu. Na sisi kama Watanzania, kama tukitembea na hiyo falsafa, hakika taifa letu litakuja kuvurugika wala kugawanyika. Tutaendelea kuwa na amani na uchaguzi wetu utakuwa mzuri sana.